Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathiri ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo ya Yanga amecheza, na mmeona taarifa, Mudathiri ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Muroko kwa ajili ya Afcon. Mudathiri amepata shida ya goti na yee, bahati nzuri, shida yake siyo shida ya kufanyiwa operation. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, shida yake siyo shida ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika Mudathiri anakwenda kufanyiwa operation, sio kweli. Mudathiri shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko uh, namna mbalimbali mbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea naye na Mudathiri, madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, baada ya majaliwa Mwenyezi Mungu atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwa ni matibabu anaendelea nayo uh, chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kisayansi, mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumwona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna, kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tu homa kawaida. Uh, pamoja na Azizi anamwile, hawa watatu walipata maradhi ya kawaida na hivi tunavyozungumza na nyie, hali zao zimeimarika vizuri, na tunaamini siku ya tarehe kumi na tano inshallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao uh, kambini kwetu.